Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu tumekutana tena katika kipindi chetu, na Mungu ametupa neema hii ili tusikilize neno hili, na somo letu moja kwa moja tutalitoa katika kitabu cha Kutoka, kutoka ile sura ya kumi na nane tutaanza ule mstari wa kumi na tatu hadi kumi na nane baadaye tutamalizia na ule mstari wa kumi na tisa hadi ishirini na sita Na somo letu la leo tumelipa jina Usichoke bure tafuta wasaidizi, usichoke bure tafuta wasaidizi, na tunaenda kwenye somo letu moja kwa moja katika kitabu kii cha Kutoka sura kumi na nane mstari ule wa kumi na tatu. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu, nao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hadi jioni Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu akasema, ni jambo gani hili watendealo hao watu? Kwani wewe kuketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hadi jioni? Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu unijilia mimi, wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa unijiria na neno unijilia nami naamua kati ya mtu na mwenziwe nami na namwambia na, na, na na amri za Mungu na sheria zake. Mkwe Musa akamwambia jambo hili ufanyalo si njema, huna budi utaodhoofika, wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia. Maana jambo hili ni nzito mno kwako, uwezi wewe kulitenda peke yako. Bwana Yesu asifiwe sana Mkwewe na Musa alikuwa naitwa Yesro alikwenda na watoto wake kwenda kumtembelea Musa baada ya ushindi mkubwa walioupata kutokana na Wamaleki na, na walipofika, Musa akaanza kumwambia baba yake mkwe jinsi Mungu alivyowasaidia kuwavusha wana wa Israeli na ushindi mkubwa walioupata. Na baba yake mkwe Yesro alipowasikia hayo akafurahi sana. Na ilipofika kesho yake watu wakaja wengi sana wakamzunguka Musa kuanzia asubuhi hadi jioni. Ina maana kwamba hao wakitoka, wengine wanaingia. Na baba yake mkwe Yesro alipoyaona hayo yote akamwambia Musa, hapana, kazi hii ni kubwa sana, huwezi kuifanya peke yako, tafuta wasaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuendelea na somo letu, ule mstari wa kumi na tisa kutoka ile sura kumi na nane, tumeanza kusoma mstari wa kumi na tatu hadi kumi na nane. Sasa hivi tunakwenda kumaliza kuanzia ule mstari wa kumi na tisa hadi ishirini na sita. Sikiliza sasa neno langu, nitakupa shauri na Mungu na awe pamoja nawe, na uwe wewe kwa ajili ya watu mbele za Mungu, nawe na umletee Mungu maneno yao, nawe na utawafundisha zile amri na sheria, nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya, ya udhalimu, ukawaweke juu yao, wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa, wa, wa mia na wakuu wa hamsini na wakuu wa kumi, nao waamue watu hawa siku zote. Kisha kila neno lililokubwa watakuletea wewe lakini kila neno ndogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe uta, utapata nafasi, nafasi zaidi, nao watauchukua huo mzigo pamoja nawe. Kwamba utafanya jambo hili na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiliza neno la mkwewe akayafanya yote aliyokuwa amemwambia. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu na wakuu wa mia na wakuu wa hamsini na wakuu wa kumi. Nao wakamamua wakawaamua watu siku zote. Masha, mashauri magumu wakamletea Musa lakini kila neno ndogo wakaliamua wenyewe. Bwana Yesu azivue sana. Kwa hiyo baba yake mkwe na Musa akamwambia Musa, chagua watu miongoni mwao uwafundishe zile sheria na zile amri, uwafundishe zile sheria na wenyewe wachukue majukumu, uwafundishe, alafu chague watu watakaosimamia maelfu ya watu, watakaosimamia mamia ya watu watakaosimamia mahamsini ya watu watakaosimamia makumi ya watu, na yale mambo madogo madogo watayaamua wenyewe, lakini yale mambo makubwa makubwa watakuletea wewe Musa ili wewe uyaamue na uzuri. Wa Musa alisikiliza ushauri wa baba yake mkwe Yesro. Bwana Yesu asifue sana kwa hiyo. Na wewe chukua hili leo. Kuna watumishi wengi wa Mungu wamechoka sana katika huduma, kwa sababu watu wengi wanataka kuombewa unakuta mtu anapigia mchungaji simu saa kumi za usiku kwamba mchungaji, nataka unishauri. Hata washirika mchungaji wafundishe mimi. Jana kuna mshirika mmoja alinipigia simu nimwombee, alipigia simu saa tisa za usiku, nimelayi, nikamwambia hapana, nimekupa neno nendo kalifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utachoka sana mchungaji kwa sababu wewe unakuwa kama Musa unataka kila tatizo kila mtu wewe ulibebe unakuta hata kitu kadogo mtu hawezi kukemea hadi akupigie simu kwamba mchungaji mchungaji nimeona sura ya mtu nyumbani kwangu nifanye nini sura itasababisha uamshwe mchungaji na wewe mchungaji ni kwa sababu wewe hujamfundisha uja, uja huyu mshirika ujampa nafasi ya yeye mwenyewe kujisimamia mwenyewe, utaamshwa saa nane za usiku kwa sababu ya sura aliyoiona. Mungu atusaidie sana. Unakuta mshirika anasema kabisa kwamba ah, mimi leo sijisikii vizuri, naona kama vile Mungu hanipendi. Bwana ni, nifanye nini mchungaji, niombee? Ni baba yake mkwe na Musa akamwambia Musa, wafundishe wachungaji makanisani, wafundishe washirika yale mambo madogo madogo wayabebe wenyewe, lakini yale mambo makubwa makubwa wakuletea wewe mchungaji, ili wewe uyamue. Lakini wewe mchungaji hutaki kufanya hivyo, unataka wewe ubebe yote. Hutoweza katika huduma, utachoka. Na unaweza kama mtumishi kabisa, unahudumia watu vizuri na watu wanakusifu kama mchungaji wetu yuko vizuri, kumbe wewe huku unajifanya uko sawa, na wewe mwenyewe unajijua kwamba hauko vizuri, unahitaji kupumzika kwa sababu umebeba mambo ya kwako mwenyewe umebeba mambo ya kanisa, umebeba mambo ya mabondo, umebeba mambo ya familia yako. Usikilizi hata Mungu tena, kwa sababu umeweka nguvu yako yote kwa watu. Kwa sababu na wewe ni binadamu, kuna mahali unapatwa na matatizo na hautaki kuonesha washirika kwamba umepatwa na tatizo tatizo tatizo. Mchungaji, unapopatwa na tatizo, waambie washirika kwamba, nimepatwa na tatizo, naomba mniombee. Na hata hapa kanisani hivi, naona hili tatizo ni kubwa sana. Naona ni afadhali nichukua hata siku mbili hivi nimalizane kwanza na hili tatizo alafu baadaye nitarudi, lakini wewe hutaki kufanya hivyo, unajifanya uko vizuri, unajijua kabisa hauko vizuri. Unaweza ukaenda hata kanisani kabisa ukakuta washirika pale, ukawaambia nani hapa na umwa, nimwombe. Unajijua kabisa hauko vizuri, unahitaji kupumzika. Tafuta wasaidizi, tafuta wasaidizi, kwa sababu wewe ni binadamu, kuna muda unachoka, una kuna mi, muda unahitaji kupumzika. Musa alichoka hadi Huri na Haruni wakamshikilia kuanzia asubuhi hadi jioni, kwa sababu wewe ni binadamu, unahitaji kupumzika. Unataka ufie madhabahuni kwa sababu ya watu? Hapana, watu ni wale wale, watakuambia kwa nini hakuchukua likizo hata wiki moja hivi, eh, alafu baadaye arudi, eh. Kwa nini kwanza nani alimwambia tuombee? E, watu ni wale wale watakwambia hivyo, na hawa ndio wale walikuwa wakupigia simu saa nane za usiku, mchungaji usiku zima, simu zima, simu usiku. Afadhali washirika waseme kwamba mchungaji wetu apokeagi simu usiku ni sawa, kwa sababu na wewe unahitaji kupumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe mfanyakazi unayefanya kazi kwenye kampuni, wewe mfanyakazi, chukua ofu upumzike. Unaogopa, unaogopa nini? Kwamba naogopa kuchukua, hofu wanaweza kanifukuza kazini. Unaogopa waza kufukuza wapi? Nenda uchukue hofu, pumzike, usije ukaanguka bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wachungaji, huduma hii ni kubwa sana, kazi hii ni kubwa sana. Huwezi kuifanya peke peke yako, tafuta wasaidizi. Musa alijaribu kufanya peke yake, lakini mambo yalikuwa magumu lakini aliposhauriwa na babake mkwe, alivyotafuta alivyochagua katika kanisa lile, alipochagua maelfu ya watu, alipochagua makumi ya watu, alipochagua mamia ya watu, huduma ilikwenda mbele, kwa sababu kazi ya Injili. Injili inahitaji nguvu, Injili inahitaji ushirikiano, Injili inahitaji wale walio na uwezo wapewe nafasi ili wahubiri wa, wa mhubiri Mungu ili mataifa mengi waweze kuokolewa. Na neno hili, mtumishi mwenzangu, Mungu amekusudia ili uweze kulisikia na ulielewe, na neno hili limekuja kwa ajili yako. Mungu akusaidie sana ili uweze kulielewa. Mungu akusaidie sana na Mungu akubariki sana, amen.